Aise, um, karibu tena kwenye kwenye kipindi chetu kingine cha kipindi au niseme sijui kwenye kipengele kingine cha cha Mambo Vipi. Hapo uh, kati nilitoa kama interview mbili tatu hivi kujaribu setup tofauti ya, ya, ya, ya hii section, na zile zimeenda, zimeenda poa kabisa. Fresh wageni wamekuja, nimewainterview na nini na nini. Um, natuseme tumepiga story. Kwa hiyo imekuwa ile, ile jani imekuwa ya kujifunza vitu vingi sana kwa sababu unajua uzuri wa hivi vitu unafanya unajifunza vitu obviously, unajifunza vitu vipya kwa mfano kama hivi siyo kuedit siyo kufanya nini, lakini pia unajifunza uh, kuhusu wewe mwenyewe, unaona? Una, unajifunza kuhusu kwamba, je unaweza kuongea na watu unaweza ku Um, kutako na watu mbele ya kamera yani, vitu kama hivyo, na na kuna character flani pia unajifunza kutoka kwa watu, na upia wao inawezekana unajifunza kutoka kutoka kwako. Kwa hiyo kwa hiyo ile kitu nzima ilikuwa ni kitu safi kabisa, imeenda poa. Kwa hiyo sasa hivi tumerudi tena kwenye kwenye hizi issue zetu kama za kawaida, ambazo nimesema hizi zitakuwa zinaendelea, kutoka afu wakati tunatafuta mtu wa, wa, next wa ku kufanya naye mahojiano umeona bana, au kupiga naye story sasa leo nikasema ni, ni jaribu kuongelea tukio fulani hivi ambalo limetokea hivi karibuni e, na hili tukio naliongea kwa sababu nalizungumzia kama vile m, e, tuseme kama mdiaspora, yani ambavyo vitu ambavyo tunakutana navyo, lakini vitu ambavyo vinawakuta pia wenzetu ambao ni wa diaspora kwa kwa kwa asilimia kubwa. Sasa hiki kitu ambacho naenda kukizungumzia kilitokea nchini Marekani sawa bana, lakini ni kitu ambacho kina reflect, um, kwa asilimia kubwa kina reflect, yani e, nchi nyingi hizi za, za ugaibuni e, na, na, na dynamics za watu wanaoishi wanaoishi ugaibuni au tunaoishi ugaibuni. Kuna tukio ambalo lilitokea kama kama mlikuwa mnafuatilia Marekani hapa karibuni, mambo mambo ya kisiasa, lakini kulikuwa na e, Minneapolis ilitokea kwamba, um, skendo moja hivi kubwa kwamba, um, kuna jamii ya Kisomali watu wa jamii ya Kisomali ambao Eh, ilionekana kuna ishu fulani ya, ya, ya fraud na vitu yani, yani, ya yani, eh, na, na, na, kama hivyo hivyo. Kwa hiyo kama mnavyojua huyu ambaye sasa hivi ndio kiongozi wa sasa hivi wa, wa Marekani, siasa yani yake kubwa ndio hiyo ya mambo ya uhamiaji na nini aka, ya, yani, fresh umeona. Kwa hiyo imekuwa ni kitu ambayo inaenda imekuwa ya moto kweli. Sasa imekuwa ya moto kweli kwenye jamii ya ya wenzetu wa Somali, kwa watu wanakamatwa, watu wanarudishwa, watu na hivi hivi, unajua yaani ile kwenye hiyo jamii hiyo sasa hivi watu huko hawana hawana amani vizuri. Mbona sasa, ile ile tukio linalotokea na linaloendelea ni kitu ambacho mimi najua karibu tuseme, kila mtu kila mtu ambaye ana shida ya diaspora anaweza akawa na na, na na, na viewpoint fulani, umeona sababu gani? Kwa sababu eh, sasa kwa wahamiaji wanaotoka Afrika e, eh, ni ukweli ambao yani uwezi ukaupinga kwamba Wasomali wa, wa Somali, wako, wako wengi sana yani ambao wame, wamesa, wako nje ya nchi eh, karibu, kila nchi ukija ukiangalia unakuta population ya watu ambao ni wengi wanakuwa ni wengi wanatokea of course labda Nigeria na, na, na Ghana lakini e, eh, kutoka ile East Africa au tuseme chini kusini mwa, mwa jangwa la Sahara ni Wasomali na Wasomali ni wengi sana, jamii ya Kisomali ni wa wengi sana karibu kila sehemu. Umeona kwa sasa hili jambo linaenda linagusia mambo ya, ya linagusia mambo ya uhamiaji, uhamiaji kama sisi, linagusia issue za za uhalifu wa kifedha. Umeona hizo issue za uhalifu wa kifedha, lakini pia eh, tutagusia hapa sana sana yani reaction ambazo e, jamii nyingine zime, zimefanya kusabu, kwa sababu hasa ukiangalia kwa watu weusi wa Marekani e, wame, wame, wame, react vipi kutokana na, na, na, na jamii yao wengine ya watu weusi ku, ku, kuwa attacked na vitu kama hivyo. Je, kuna lolote limefanyika? na kama alijafanyika kwa nini? kama limefanyika kwa nini? Umeona kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo mjadala leo, japokuwa sio wa siasa, lakini kuna kuna siasa ziko ndani yake, na lakini lengo lake leo sio kuzungumzia kisiasa, ni kuzungumzia ile hali halisi tu, yani jinsi ilivyo umeona kuondo iko hivyo, kwa hiyo na na issue na ninayozungumzia sio ya ku generalize kwamba jamii nzima. Kwa hiyo mtu asije akaja akasema ah, wewe unazungumzia wasomali wote, wasomali wote hawako hivyo wa, au unazungumzia waafrika wote, au watu weusi wote, um, hawako hivyo na kitu kama hivyo. Kwa hiyo lengo lengo sio tu ku generalize alafu na ku, na kutoa um, mawazo general kwa kwa jamii nzima, hapana. Umeona bana, ni ni kuchambua ku, ni alafu kuona tu ile hali halisi iko vipi, yani ambavyo ambavyo tuna, tunaijua inaendelea, kwa, kwa, kwa kwa onya, amiaji, tuna inaendelea umeona, kwa hiyo cha msingi ni kwamba itakuwa ni kuwaonya nyiwe wahamiaji au tu, sisi tuna kuonyana sisi wahamiaji kuhusu ile kunatoka unaenda unahamia nchi za watu afu unaenda kufanya mambo ya fraud, umeona, yani unakuwa ni kama vile umepoteza lile lengo lako la kusafiri yani, au unless kama wewe lengo lako lilikuwa ni kusafiri kwenda kufanya kufanya issue za fraud nani na nini. Okay, na hizi vitu mara nyingi vikifanyika zinakuja zina zinaharibia zina watu watu wote, umeona. Na, na na pia tutaenda kuzungumzia kwa nini kwa mfano Wasomali hawajapata support kubwa kutoka kwa watu weusi. Ukiangalia watu weusi, mara nyingi jambo likitokea kubwa kama hilo likitokea kwa watu weusi au, au jamii ya watu weusi ikitengwa kwa namna moja au nyingine, mara nyingi kuna ile mnakuja pamoja, unajua, watu wanapiga kelele pa kwa nini kelele katika hii jamii ya, ya, ya, Wasomali haijawa kubwa. Umeona um, na je je, inakuwaje jinsi ya ile kujitambulisha? Kwa nini sio vizuri kujitambulisha kwa kujitenga, sasa katika jamii? Kwa nini sio vizuri kujitambulisha kwa, ku, kwa kujipa um, nafasi tofauti labda tuseme, yani, yani unajitambulisha kwamba um, kwa namna tofauti labda na watu ambao unatokea nao sehemu moja, umeona, na hiyo je inaweza ka ikaathiri kiasi gani? Umeona, kwa hiyo ndo ndo issue tutazoenda kuziongelea leo za moto, moto. Sasa tutaanza kwanza na hiyo ishu ya, ya nanili ya, ya, ya fraud za, za zilizotokea Minneapolis, hicho hichotokea Marekani ni kwamba e, kulikuwa kuna hizi Programs, au nini ambazo ni serikali ni kwamba labda kusaidia wa watu wa jamii ya fulani ambao wanapata matatizo fulani. Hizi na, na, na, na, na, zipo, zipo katika zipo Afrika ziko nchi, nchi zote si ndio? Kwa sasa kuna ile watu labda autism, labda familia yenye watoto wenye autism wanaweza wakapata nani ili wakapata misaada fulani au watu kama una, una, una kilema. Unajua hizi mambo ziko katika nchi za wenzetu, unaweza ukapata misaada fulani ambayo iko inakuwa, inakuwa designated kwenu kuwasaidia moja. Lakini kwa kwa, so, huko nani, Minneapolis, ni kwamba imetokea kwamba, um, zimegundulika kwamba kulikuwa kuna fraud fulani hivi umeona, ambao sasa fraud ile ukiangalia kiujumla fraud ziko tu, yani kila sehemu, yani ndio maana nasema hata ukiangalia hizi, uh, watu wanaonyoshia mikono yani, mara nyingi ni rahisi sana kunyoshia fraud mkono kama inatokea upande mwingine wa siasa ambazo siaziendani na wewe, na mara nyingi watu fraud zikiwa zinatokea kwenye vyama vyao unakuta wana shat mdomo, awaongei kabisa. Kwa hiyo ukiona fraud zote ambazo zimetokea labda upande wa wanachama wa chama fulani kama kwa, kwa Marekani kama Republicans wale watu ambao huwa mara nyingi unawasikiaga wanapiga kelele kuhusu fraud, unakuta huwasikii yani hata siku hata wakitaja kitu au ikitokea kwa demokrasi, wale demokrasi ambao walikuwa wana, wana, wanapinga fraud, unakuta hawa, hawa hawazungumzii hawa fraud. Kwa hiyo hawa ni watu tu wa partisan fulani ambao watu wanataka tu, yaani uchama uchama, lakini hawako serious na issues za fraud. Kwa hiyo na hii issue ilivyotokea ni kwamba ilirukiwa na hawa watu wa, wa uchama uchama ambao sasa ndio watu wa Republican ambao wakaona kwamba hii ni, ni chance, wakairukia na nini na nini kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Ina maana hata hii kitu ingetokea labda ingekuwa ni democracy na wenyewe inawezekana wange, wangerukia, rukia hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vitu ni kitu cha kawaida kisiasa, wanasiasa kukurukia um, vitu ambavyo vinaweza vikawa vinawasaidia wao, umeona. Na na hiyo it goes without saying, maanake ni kwamba kama frauds, yani wapo, maanake wapo watu waliofanya fraud, yani haiwezekani ya program zote zina azina, azina fraud kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo inawezekana hii imekuwa blown tu out of proportion na ku moto kwa, e, kwa hivyo cha, cha muhimu kuki, kama hivyo nilivyosema, kweli kuna baadhi ya watu waliohusika hiyo uwezo ukakataa, lakini cha pili ni kwamba ile kuhusika kwake hiyo fraud yake inaweza kuwa iko, kuna fraud zingine kama hizo ziko sehemu nyingine na na, na, na ingeweza kuwa dealt with bila kuwa na hii kitu ya bombastic na vitu kama hivyo, umeona, ambavyo kwamba sasa e, tunafika tunawakamata, sijui nini hiyo nini, nini, nini, nini, ku target yani. Kwa hiyo kwa hiyo imegeuka kuwa siasa. Kwa hiyo haikutakiwa sio lazima haikuwa lazima iwe hivyo, lakini ndio ndio vitu ambavyo huwezi ukavi ukavi control, viko tu hivyo, umeona. Sasa, wewe kama kama muamiaji, tukiachana na hii ishu ya siasa hii nini nini, ambao sisi haituhusu na uwezo wa kukontrol. Sasa kitu ambacho unaweza kukontrol ni wewe muamiaji. Sasa unataka kuhamia nchi nyingine. Vitu gani unatakiwa usifanye na kwa nini vitu vingine sio muhimu kufanya au kwa nini ndoto zako usiwe na ndoto ambazo zisizidi kichwa yani, na kuanza kujaribu kujaribu labda na vitu ambavyo vinaweza vikakuletea matatizo wewe, lakini sio wewe tu vinaweza vikaleta E, matatizo makubwa sana kwa jamii nzima. Kwa mfano, unavokile unavofanya fraud kama hivyo, unavofanya kitu kama hicho, jina ambalo unaliharibu sio jina lako tu, unaona? Unaharibu jina, unaharibu jina labda kama ni la familia yako umeona, e, inategemea sasa na vipi. Kwa mfano kama ndio hivyo umetoka zako huko, afu watu wanarudi wa sababu naye tovuti alikamatwa yeye, anaiba hela na nini. Kwa hiyo kule unaenda unaumbua watu wote ambao wanahusiana na wewe kwa sababu hata wakifika hawezi na kujivunia hivi kwa sababu yule si yuko kule mwizi tu umeona, lakini pia unaharibu jina, jina zima la, la, la, la jamii yani. Jamii jamii na, na mara nyingi watu watupendi jamii zetu ziwe characterized, lakini ili kukwepa hiyo kitu sasa, sisi ambao tunatoka Afrika umeona, hao wahamiaji wa kutoka Uarabuni wa, watu wa Asia sisi ndo ambao yani wahamiaji ambao kidogo yani tunakuwa tuko disadvantaged sana, kwa sababu ina maana hiyo fraud kwa mfano angekuwa amefanya mtu ambaye ametoka Italy au angekuwa amefanya mtu ambaye ametoka Norway huko Marekani, ukute ingeripotiwa tu kama news, kama news nyingine kwamba kuna fraud hivi na hivi na hivi, isingechukuliwa kama ilivyochukuliwa hivi. Lakini sasa kwa sababu sisi hatuna hiyo luxury ya kwa kila mtu ukifanya kosa, na kama ndo, ndo, ndo hivyo siasa zilizopo ni siasa za uhamiaji, basi unakuwa unaenda unaiponza jamii nzima. Umeona. Kwa, sasa, em, ukienda kwa sisi watu wenye rangi kama hiyo, ni hatuna hiyo luxury ya kufanya makosa yani, kufika makosa kufika tu kwamba kwanza wewe kukuwekea spotlight na, na hata wakifika baadaye mtu ni, ni message rahisi sana kusema ona yule pale hapa kuja kuiba umeona. na kama unavyojua historia na, na, na historia za ubaguzi na vitu kama hivyo, ukiwa ndo mtu mweusi sijui au uanjano kama hivyo kama mwarabu sijui nani, inakuwa yani ni rahisi kwa yule mtu ambaye anataka kukutageti, kukutageti na, na, na, na, na watu wengine wale ambao wamemzunguka, kama amezungukwa na wabaguzi na nini na nini, inakuwa ni rahisi wao um, kumuunga mkono na kukupiga chini kwao ni kwamba ujitofautishe kwa tunasema ubaguzi ni, si, nini nini, lakini ubaguzi ndio hivyo upo. Mzungu akifanya kosa sio sawa na ambavyo ukifanya kosa wewe kwao, hivyo vitu inatakiwa, unavyohamia, unavyotoka, unavyoenda kuhama katika nchi za watu inabidi ujue na maana, kama kama kama mtu anaishi maisha mazuri bila ya kutenda makosa ni anaishi asilimia mia, basi wewe hakikisha unaishi asilimia mia ishirini. Umeona, yani unakuwa msafi kupitiliza. Sasa ukiachana na hiyo kitu, ni kwamba sasa kuna kitu kingine ambayo imekuja watu, imeleta gumzo kwamba mbona watu weusi wamekuwa kimya, yaani jamii ya watu weusi wamekuwa kimya kutokana na na hii uh, issue iliyotokea, kwa sababu kawaida wao ikitokea mtu mweusi kama nakumbuka George Floyd, si nani nani, yaani kitokea mtu mweusi, watu weusi wanaungana. Na kuna issue zimetokea, hata zimewatokea labda watu wa, wa Nigeria au wa wapi, lakini watu weusi pamoja, watu weusi wa Marekani, lakini pia weusi wale wa Afrika wanaungana ile kuraise voice kwa nini? Sasa hapa haijatokea kama hivi, kwa recent, hadi video zimekuwa zikijitokeza tokeza kwamba eh, watu wa jamii ya Kisomali wamekuwa wanakataa kujitambulisha kama watu weusi, yaani wenyewe wametaka kujitambulisha kama vile yani kwamba wanalini zaidi katika Waarabu, umeona, na hizo video zimekuwa zinazunguka mtandaoni eh, na wamekuwa wakisikika kwamba um, eh, Ukisema nyie ni Waafrika wanasema hapana, sisi sio Waafrika, sisi ni Wasomali. Kwa hiyo yani kwamba sisi Wasomali tuko tofauti na Waafrika umeona, na ukisema nyie ni weusi wanasema hapana, sisi sio weusi, ukiangalia nywele zetu sijui zimenyooka kidogo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii kitu ile ya kujitenga ile imefanya, imefanya, e, watu weusi waone kwamba ah bana, sasa mliokuwa mnajitenga kama hivyo, basi na ya ishu imetokea, msala inabidi mdili nao wenyewe. Na hii kitu nitasema nitasema ukweli tu kabisa kwamba Wasomali yani kiujumla yaani jamii zote za kiafrika zina zina hangout pamoja kwa namna moja au nyingine, kuna kushirikiana kwa namna moja au nyingine, lakini jamii yani ya, ya, ya, ya ndugu zetu wa kisomali ni kwamba yani wanakaa wenyewe kwa wenyewe yani ile wame, wa, yani hawa hawajiungi na makundi mengine. Umeona, kuna ile kujitenga wana, wakati, wakati ile wa kulala, kujitenga ile ile kwamba vipi sisi tunafanya ndio hivyo. Yani wanaoana wenyewe kwa wenyewe, sio kwamba simaanishi kwamba labda tunataka tukaoe wa Somalia. Wanaoana wenyewe kwa wenyewe, lakini wana maisha yao, na katika kujitambulisha ile, kuna ile kujitambulisha, mimi Msomali, umeona, mimi sio Mwafrika e, mimi sio hivi, umeona. Kwa hiyo sasa ile kujitambulisha na kujitenga kule, matokeo yake sasa ndio inatokea kwamba kwamba jamii sasa nyingi hizi jamii nyingi za za za, za, nani, za, za, za Kisomali zinajitenga zi kiasi kwamba hadi ile unakuta yani neighborhood yani, ukienda nchi nyingi sana za Ulaya unakuta kuna sehemu yani Wasomali wanakaa, umeona yani na sana sana inakuaga unakuta sehemu wanazokaa Wasomali wanakaa na Waarabu lakini lakini Wasomali ile wanajitambulisha zaidi na Waarabu umeona. E, na unakuta kwamba yani wanaishi ile yani na community zao wanajitegemea kivyao vyao yani kila kitu yani kivyao, na shule zao, biashara zao, umeona yani hata misikiti una, kama ni misikiti kama ni waislamu basi unakuta misikiti yao kwa, unakuta kila kitu wanachokuwa wanakifanya wanakifanya kwa kujitenga tenga, unaona ni wachache sana. Unakuta mara nyingi unakuta yani kama kama ni msomali ukikutana na hang out na watu wengine, sana sana yule msomali ambaye anafanya anafanya crime, mimi ndo nilivyogundua kwa hapa Denmark, yani unakuta yani kama ukienda hivi park ambako labda kuna parki moja tuna watu weusi wanakutanaga kuchoma nyama, basi unakuta Wasomali utaona pale wawili watatu, na hao wenyewe utawaona ni wale ambao wanajulikana kwamba town wenyewe ni wasumbufu au wanafanya nini, watu madawa au kitu fulani. Lakini ile Wasomali kama Wasomali kuna kujitenga, na ile kujitenga ni kwamba tatizo sio kwamba tu, kwa sababu unaweza ukajitenga kitu, unaweza ukajitenga labda hivi hivi, lakini kuna ile sasa unajitenga na unakuwa vocal about it, yani kwamba bana eh, hivi na hivi na hivi. Nitatoa mfano, hebu angalia hii hapa video hii hapa. Umeona sasa, katika hii video hii ni kwamba yani jamaa anasema kabisa kwamba yeye hata yani hajitambulishi kama kama waafrika wengine tulivyo. Kwa hiyo sasa inakuwa ni vigumu kwamba sasa umepata tatizo basi, na sisi tuje tuanze kukushika mkono, wakati wewe wakati wa raha ulikuwa unaona kwamba hauko pamoja na sisi. Umeona na, na, na, na mshikamano ishu za mshikamano au kusaidiana ni kitu ambacho yani ni give and take. Kama wewe kama wewe ume, ume umekuwa na mimi wakati wa aa na nini unaona tunatambulisha kama tuko, tuko pamoja, basi na maana hata ukitokea issue ikitokea issue na wewe ume uko na matatizo, basi na mimi nitajiunga nta na wewe yani nitakuja na wewe nitapigana na wewe. Lakini kama wewe wakati wa raha na nini ulikuwa ume um, una, una, nani unajiona wewe vipi basi na wakati wa shida watu wanakupiga chini. Sasa na, na kitu cha ajabu sana, mimi nilikuwa najua kwamba ikitokea hivyo basi itatokea labda watao wapiga chini watakuwa ni weusi wa Afrika tu, kwa sababu sisi ndo jamaa kama vile wamejitenga na sisi kwamba hawajitambulishi kama sisi, si ndio? Lakini cha ajabu ni kwamba sio wa Afrika tu yani yani kwa, kwa kama kama kwa Marekani imetokea, hata wale wa Marekani weusi wamekuwa yani wanawasema sana wa Somali kwa sababu kwa sababu katika hizo issue huko kule kule na nili um, uh, Minneapolis ni kwamba walikuwa wengi walikuwa na support hawa hawa viongozi ambao tayari wana wanawafanyia hayo mambo, na video ziko nyingi sana, walikuwa wana support wana support kwa sababu yani hivyo yani, usijui kwa sababu zao binafsi, lakini walikuwa na support kwa hizo video. Zivyo kuja kuonekana baadaye, wanapata shida, wanaanza kusema bana, tusaidieni. Watu wanasema bana, wewe simlikuepo mlikuwa, mlikuwa mna support kitu kwa imewakuta mta mtajitegemea mtaisoma mtaisoma namba. Wanasema wewe, umeona kwa kitu ambacho kitu ambacho ndugu zetu wa Somali wameshindwa wa kuelewa wameshindwa kuelewa, wa wa kuelewa historia ya utumwa, wameshindwa kuelewa issue zile tunazungumzia za kina Jim Crow, wameshindwa wameshindwa kufuata historia ya, ya brutality police brutality na hizo issue zote za kiubaguzi za za kupigania za haki na kuona kwamba eh sisi kama watu weusi pamoja lazima tushikane mkono kwa sababu kuna namna bado hatujajikomboa. Kwa kihivyo, umeona kwa sasa ilibidi kwamba na wenyewe tu wajumuike na hilo, lakini sasa leo wamembwela wame, wame na imetokea ishu sasa, ndio kuungana ku, ku, ku, nao na kuwapigania nao na kupigania haki zao inakuwa vigumu kwa sababu watu wana emotionally hawako attached na na na mitikasi namitikasi zao, umeona bwana, kwao watu weusi we wengine ni kwamba anaona hakuna hiyo historia ya upamoja na, na ndugu zetu wa Somali, Somali. Lakini pia unaona hakuna ile emotional investment, yani kwamba ile unafika kwamba kuanza kusema ile kumwonea mtu huruma, umeona hakunaga ile ishu ya kwamba hii ishu yetu sote kwao tukomalie tu, tu, tu tuipiganie tu, tu, umeona inakuwa haipo hiyo kwa sababu kwa sababu ni kiukweli, inakuwa kama vile hatujawa socially allies kwa kuanzia mwanzo, na sio kwa sababu ya kuchukiana, ila ni kwamba tu ni realities fulani za kisocial, umeona, ambazo zipo kao kwa, kwa, kwa, kwa kumalizia tu inabidi nituseme kwamba kwa, kwa nyia ambao tuna sisi ambao tunaamia kutoka Afrika kwenda wapi, kitu cha kwanza uwezi ukakataa uafrika wako yani kataa we jizungushezungushe jifanye umekaa sana Marekani, jifanye umekaa wapi, uwezi ukakataa uafrika wako, uwezi ukakataa uweusi wako. We unaweza ukajiona kwamba unaukataa na nini na nini, labda unafika hapa unajiona kwamba wewe mtu wa mbele na nini lakini ishu ikitokea, tatizo likitokea, yaani we utachukuliwa kama tu sisi, na kama ulijitenga toka mwanzo utatengwa na, na ndugu zako pia. Kwa hiyo kabla, kabla hujaanza kuhangaikia huo mshikamano na watu wa nje, anza kuanza, kuanza na mshikamano na watu wa jamii yako tu at least kuonyesha, kwamba kwa sababu shida mnazopitia zinakuwa ni shida ambazo ziko sawa. Kwa hiyo eh mnakuwa mnaelewana hata kwenye shida kwamba, bana, wewe shida yako ya namna hii iko hivi a hivi naona. Kwa hiyo mtu kama anakupa ushauri, anajua anakupa ushauri gani. Kwao utambulisho ile ishu ya kutambulisha ina, ina, ina, ina, ina faida zake, yani unaona na, na pamoja ndio kuna kuna gharama zake, kuna ile sometimes unaingia kwenye unasombwa kwenye neti moja kwamba nyi watu weusi ni hivi labda, ndio ile, anafika mtu mmoja anafanya kitu cha ovyo mnasombwa wote. Hiyo nayo ni ni, ni hasara ya kuwa katika makundi, lakini ndo ndo hivyo. Bora faida ni nyingi kuliko kuliko hasara, kwa ha, ha, hakuna faida ya kujiona wewe tofauti, umeona kujiona wewe tofauti wakati wakati kiukweli, tofauti hakuna. Yani unaona, kujiona wewe bora yani labda inawezekana labda wewe umefanikiwa kidogo, una kiji kampuni hapa una vijela hivi, lakini uwezuka kujiona wewe bora kwa sababu hivi vitu hivi, tu vitu mwisho wa siku vinakujaga tu vinapinduka, pap dakika ya mwisho unajikuta tena wewe ndio unahitaji msaada wa yule mtu ambaye unaona alikuwa hana hana hana em, hana mali au au hajafanikiwa kama wewe, kwa ile kujiona kujiona uko nje ile black experience ile kujiona wewe uko yani kwamba wewe ni ni special hiyo kitu hiyo kitu itakuja itakukost tu baadaye. Mbona na itavyokuja kukost ni kwamba ni kwamba matatizo yako yale, watu watakuachia matatizo yako, yatakuwa matatizo yako peke yako. Umeona, kwa sababu si raha zako zilikuwa raha zako peke yako, basi na matatizo watu wanakuachia udili nayo wewe mwenyewe. Umeona, watu wa nani, watu wa Somalia, wa Somalia ambao wako nani, wanatakiwa kupata haki, lakini ndio hivyo, inabidi kujua hivi vitu pia unavyokuwa unavifanya ni ni vitu ambavyo vina vinachafua wote, lakini sana sana vinaweza vika vikaharibia Um, kila mtu kwa hiyo sasa hivi kila Msomali ambaye yuko yuko yuko Minneapolis, anapata shida kwa sababu labda wa greedy Wasomali wachache greedy ambao labda wa, kwenye hizo program wakaenda wakafanyafanya mafrod wamejinufaisha wenyewe alafu saa hivi kila Msomali anaingia anaingia kwenye, kwenye shida. Umeona. Na, na ili kupata ili kupata support organic inaonyesha sasa kwamba inabidi ujiconnect na society unayo ishi nayo na sapoti wala hautaangaikia hautaiangaikia kwenda kuitafuta kwa sababu wenzetu wakaanza kutoka mbio mbio, tunawaona kwenye TV wapi wapi wapi, umeona. Lakini ilikuwa ilikuwa ni kutafuta ile sapoti ambayo tayari wamesha ww wame, wame, wame, wenyewe wamechemsha wame, kwa kui um, kwa kuipuuzia toka mwanzo, umeona. Kwao hii hapa, hii ichukulie, nimeona tuichukue hii kama somo kwa wa Tanzania, sio wa Kenya, wa Nigeria, wa Ethiopia, watu wote ambao, wa East Africa ambao kwamba tumetoka kwa, tuko E, tuko nchi za watu watu wa East Africa, watu wa West Africa, watu, watu wapi tumetoka, tumekuja kwenye diaspora, inabidi tujue kwamba hizi community zetu zinavyokuwa impacted, tunaweza kusaidiana sisi wenyewe kwa wenyewe, na kwamba sisi ni disposable tu. Yani unaweza ukawekwa kwenye ndege muda wote ukarudishwa unakotoka, umeona, kwa kwa hiyo kwa, ile mambo ya kufikiri kwamba wewe uko peke yako au wewe uko special au wewe uko vipi au wewe uko tofauti na wengine ni kitu ambayo inakuwa inakuwa sio. Yaani yani na, na ukiangalia hizi uki, nchi ambazo tunatukiamiaga tu, ni kwamba yani yani ukimuondoa ukimuondoa mzungu yule, yani nyinyi watu wengine yani nyinyi watu wengine wote mko kundi moja. Sasa na hii ngoma inashuka chini zaidi, yani ukija kama ukija kama huku yani ukisio sio tu mzungu tu yani ukiondoa wale wazungu wa wa, wa, wa, wa, wa eh western Europe, yani yani ukiondoa si wa Jerumani, ukiondoa si wa Danish, si wa wa norwegian si wa nani yani pia kuna hao wazungu hao, si wanatoka Bulgaria, si wanatoka wapi, na wenyewe tu yani wanachukuliwa tu kama sisi yani, yani kuna kundi moja yani tumewekwa kundi la mafala yani yani unakuta tu yani, mko kwenye kundi lenu na mko wazungu mmechanganyikana na Waarabu sijui wa Hindi sijui nini, yani wote no. Kwa sasa wenzetu wako vizuri sana kukaa pamoja yani, unakuta ile yani wanashikana wanashikana na nini hawa Temani temani kama sisi kama ambavyo ndugu zetu wanavyofanya eh, wa Somali. Kwa hiyo sasa hii kitu nimeamua kuizungumzia kwa sababu hii kitu sio sio leo tunazungumzia wa Somali na tunaangalia hii issue inavyoenda ila sisi hatutaki kujihusisha kwa sababu wajomba wali, anyway, lakini inabidi kujifunza pia kwamba na sisi baadaye inatakiwa tufanye vitu kadhaa inabidi kwanza kujenga mahusiano sisi wenyewe kwa wenyewe na namna hii simaanishi hamtakiwi kuzinguana sisi nini hapa na pale mtu na mtu kuzinguana kawaida umeona bana tupianeni maneno safi lakini ile tu kama jamii Umeona, lakini pia katika ama jamii kuzinguana, kufanya nini, vitu vya kawaida, lakini msiacha kuhusishia na mambo ya ya, ya kwenda kurushwa, sijui nini, sijui yani mambo fulani ya ubadhirifu. Umeona, kwa sababu yale mambo ya ubadhirifu yatakuja yatai piga kabali jamii nzima, yani instead ya kukupiga kabali wewe ambaye ndio utakao upigwe kabali na jamii nzima, inapigwa inapigwa kabali. Umeona <laughs> na, na <laughs> na cha mwisho kabisa cha msingi ni kwamba yani, wewe umehamia nchi za watu, umehamia nchi za watu. Jaribu kuleta yale mazuri yanayotoka kwako. Yaani sio unatoka zako sisi timbi huko unakuja kuleta uizi kwenye nchi za watu. Umeona bwana, watu wamekuamini, wamekwambia njoo uishi, basi jaribu kuleta yale mazuri yako uchangie. Ni kama vile ambavyo wenyewe tunatakaga wakija kule watuletee mazuri, sio sio waje kuiba. Na ndio maana mkuta akijaga mwekezaji, sio akija nani akianza kuiba tunamchukia kwa sababu anatuibia. Umeona? Hivi sasa kwa nini wao wasichukie kama wewe unatoka zako huko na tabia zako za kishenzi shenzi unaenda kuzipeleka Ee, sehemu za watu umeona, ambako ni kitu ambacho haileti hai, hai maana, umeona, na hii haya am mambo ambayo yalianza kutokea tokea hapo miaka mia, michache ya mia nyuma yaliyopita kufanyafanywa na baadhi ya wahamiaji yamechafulia wahamiaji wote kiasi kwamba sasa hivi nchi nyingi za huku zinakazana, yani siasa za za ku za kukazia wahamiaji tu, hata kama yani unaweza unaweza ukaenda ukamuuliza mtu ukaambia bana e, sikia bana, yani ndio kama hivi sasa hivi nchi inaendelea Marekani bana, hao watu hawana insurance ya afya na nini na nini, bima ya afya inabidi tuwasaidie, labda nani nani. Unamwambia hivyo, mwanasiasa anakwambia, lakini wahamiaji sijui wamehamia wako milioni mia. Si kwambia hiyo inahusiana nini? Mi nakwambia bana, nahitaji bima ya afya. Wewe polisi yako, au, au sera yako ni ipi katika kumnikomboa mimi? Ah, wamevuka mia tano hivi hivi, wametoka hivi, yani umeona? Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kukimbilia kwenye kwenye swala la uhamiaji na kuwa vilify wahamiaji, umeona. Kwayo kitu cha mwisho kabisa, yani ambacho nataka kukuambia kwamba hizo mambo za fraud na nini na nini, wizi si nini, kujipatia mali bila kutumia nanili kutu, kwa njia ambazo sio za, za kihalali ni kitu kibaya popote pale na na, yani iwe nyumbani iwe wapi iwe wapi, ni kitu cha kuachana nayo wewe, familia yako, jamii yako, na kitu kama hicho. Kitu kingine ambacho nataka kusema ni kwamba kujitenga ni haki, E, mshikamano inabidi ndo hivyo, inabidi ujijenge, yaani uweze uweze ukafika, uanze kuomba mshikamano dakika ya mwisho um, <laughs> umeona. Na kusema ukweli kama hivi sio kwamba tuna tuna tuna nani lii ni ni namna gani, ni kuleta tu kujaribu kufungua macho ili watu waweze waweze kuona vipi. Je, wewe sasa wewe ambaye ni Mtanzania, wewe sijui Mkenya, sijui nini, una experience yako vipi na jamii nyingine? Kuna jamii gani unazijua ambazo zinajitenga na zinajitenga kwa namna gani? Je, hii experience ambayo nimeizungumzia mimi ni experience ambayo wewe ulishakutana nayo? Umeona ushakutana na Mkongo anafanya kama ambavyo anafanya Msomali au Mwethiopia anafanya kama anavyofanya Mkenya? Hivyo na hivyo kuna tofauti gani na vitu kama hivyo? Umeona bwana? Kwa hiyo mimi mimi ni tovuti na hii ni Mambo Vipi. Kama kawaida until next time, peace.